Hiyo bana, inakuwaje? Mambo vipi? Of course, moja issue ambayo imeweza kuwashtua watu wengi sana ni kuhusiana na msanii wa muziki kutoka Tanzania anaitwa Ibraah TZ kutoka pale Rebu ya Konde Gang. E bana, juzi ameibua mjadala mzito sana kupitia mitandao ya kijamii mara baada ya kuweza kuchapisha kupitia IG yake akisema kwamba anadaiwa zaidi ya bilioni moja na msanii Harmonize ili kuweza kuondoka katika rebu hiyo ya Konde Gang. Hivyo hawezi kulipa kiasi hicho cha pesa. Kwa hiyo Watanzania wanataka kuweza kumchangia na vitu kama hivyo, ili kuweza kuwa huru. Aliandika, da hili mimi limenishinda, narudi kweni wa Tanzania, mzee Konde anataka nimlipe bilioni moja. Mimi tangu nianze muziki sijawahi hata kuingiza hata robo ya bilioni moja, kwa hiyo Uh, atakaye mpendeza hata ukiwa na jero buku nisaidieni mdogo wangu mimi sitaki kupishana na mzee Konde ila hili swala la kulipa bilioni moja linaninyima usingizi hofu yangu pia kipaji changu kupotea na sina kazi nyingine kwa yeyote atakayejiariwa chochote lipa namba ni hii hapa then kwenye caption akaandika sio baya kukubali kuwa mimi ni kijana niliyetoka kwenye familia ya kimaskini na hili limenikuta sina budi kulileta kwenu maana pia ninacho <clears throat> Uh, ninachoamini uh, nisingefika hapa bila nyinyi mashabiki zangu na wadau mbalimbali katika sanaa ni nje ya tasnia. Naombeni msaada kwa emoji za kushukuru so bana Uo nadhani kwamba it is li, na nini ambacho kipo nyuma ya panzia kwamba ni kweli Ibra anatakiwa kulipi kiasi hicho ambacho Harmonize amekihitaji, na kitu gani ambacho special ambacho Harmonize ameweza kukifanya kwa Ibra that's why aweze kumtonya mkonja mrefu kiasi hicho hapo? So sehemu pekee kuweza kufunguka, sehemu pekee kuweza kuachia maoni yako ni hapo kwenye comment hii. hapo ni Chris Media 24.